Kituo cha BBC kimefanya mahojiano na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mheshimiwa balozi ma Mahmoud Thabit Kombo, ambaye kwanza aliulizwa kuhusiana na swala la mitandao kuzimwa, na majibu yake akawa anasema kabisa kwamba mitandao uh, ilizimwa lakini baada ya muda pia ikarudishwa. Lakini ajabu ni kwamba baada ya mitandao kurudishwa, watanzania wengi wakawa wanatumia fursa hiyo kuweza kusambaza taarifa ambazo zilikuwa sio nzuri na zilikuwa pia zinachochea Watanzania wenzao kiasi kwamba serikali ikabidi imezima tena mitandao hiyo. Msikilize kidogo hapa. the, the, internet because internet because uh, when we tried to open also it created a havoc among small groups of uh, uh, vandalists who are creating uh, problems in the vandalism so they were using their main uh, communication media was uh, the internet lakini pia tukiachia mbali suala la mitandao kuzimwa, akauliza kuhusiana na uchaguzi huu kuwa wa haki huru na haki, yani free and fair. Na akauliza kuhusiana na shughuli za kuhesabu kura zinaendelea vipi, wakati njia za mawasiliano pia zilikuwa zimezuiliwa. Lakini akajibu kwamba wale maofisa ambao wanashughulika na maswala ya kuhesabu kura na kuendesha shughuli zote za uchaguzi wamepewa njia mbadala ya mawasiliano, alternative means ama alternative means of communication, kwa maana ya kwamba wao bado wasiliana taarifa zinasambaa zinatoka upande mmoja kwenda upande wa pili kwa njia nyepesi. Waliozuiliwa katika mawasiliano ni Watanzania wa kawaida, lakini maafisa wanafanya kazi yao uh, kama kawaida We lakini pia mwandishi wa BBC akataka kujua moja kwa moja kuhusiana na wangapi ambao watakuwa wamepoteza maisha, idadi kamili ya wale ambao wamefariki, kwa sababu uh, umoja wa mashariki UN walikuwa wamesema kwamba Uh, ama Umoja wa Mataifa samahani, UN wakawa amesema kwamba idadi ya wa waliofariki imefikia saba, lakini chama cha upinzani cha demo wakawa nasema kwamba waliofariki ni zaidi ya mia saba. Sasa akauliza kama yeye kwa upande wake anaweza katoa idadi kamili, akasema kwamba mpaka sasa hivi hajapata idadi kamili ya watu ambao wamefariki, hajapata idadi kamili ya watu ambao wamejeruhiwa, lakini idadi kamili ya biashara ambazo na miundombinu ama miundo msingi ambayo imeweza kuharibiwa kutokana na uh, maandamano ambayo bado yanazidi kuendelea. At the moment nobody, nobody can state how many were injured, how many suffered or how many properties were burnt. We are continuing to receive also the reports of the vandalized properties, private properties including several regions of Tanzania. We are collecting that information, some of the border posts, some of Tanzania uh, Revenue Authority, some of the police posts, some of public properties, public cars, uh, some of TANESCO which is our uh,